Lazima tuilinde nchi yetu. Mimi nimedhamiria kusimama na wananchi. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyechagua kusimama pamoja na wananchi. Narudia tena, I want it to be very clear. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambaye hakubali utekaji, hakubali uonevu Sikubali ufisadi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho. Na wanachama wenzangu, mnielewe kabisa kwamba nimedhamiria kusimama na wananchi mpaka mwisho, mpaka utekaji uishe. Na tazama kule mbele, asubuhi inakuja na Mungu wetu ni mwaminifu, atatimiza ahadi zake. Asanteni sana wananchi, Mungu awabariki, Mungu aibariki Tanzania na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu akaambiwa na mtu bwana, tutakuteka tutakuua, na watanzania watakulilia kwa siku tatu, halafu baadaye watasahau. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia bwana, tutakuchukua alafu watanzania watalia siku tatu, watakusahau. Anakupigia simu. Ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tuna uresist kwa nguvu zote. Mimi binafsi na uresist leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe. Hatukuliona kule nyuma, mitandao, tuhuma zimejaa, wizi, si madini, si hiki, tuhuma zimejaa, na hili jambo linatakiwa kufanyiwa kazi, ni hatari sana kwa ustawi wa taifa letu. Tunakuwa tukimsikia polepole Mheshimiwa Polepole akisema wazi taarifa mbalimbali za ufisadi mkubwa kwenye madini kwenye maeneo mbalimbali ambayo kuyasema saye kuyasema kwa sababu mimi nimekuwa nimekuwa <coughs> kwenye, kwenye kamati ya bunge ya biashara, viwanda na uwekezaji na, na wakati ule nafahamu vitu vingi, nafahamu sana kuhusu Liganga na Mchuchuma. Wale wabunge wenzangu tuliokuwa kwenye kamati moja wanajua nikiwa naongea nilishaya kusim, kusimamia kuhusu Liganga na mchuchuma nikasimama na kuwaelezea kwenye kamati, nikatoa na document, nikaonyesha document jinsi ambavyo tumepoteza pesa nyingi. Yaliyonipata Mwenyezi Mungu peke yake anajua. Usiku ule watu walivamia nyumba yangu wakavunja gari, wanatafuta document kule Dodoma. Kwa hiyo usifikiri kwamba kuna wakati mimi nakaa kimya kwa sababu ya staha. Kuna wakati hauzungumzi vitu ukaleta migawanyiko kwenye nchi. Nasema tena. Sometimes we don't talk things because they won't heal the problem. Huongei vitu kwa sababu unahisi ukiongea, badala ya kutibu utaleta tatizo, kwa hiyo unaamua kuacha kuongea. Lakini ufisadi wi